Ubora wa dini uko mioyoni kwetu, wale wanaoamini ndo wanajua ubora wa dini yao. Hakuna overriding hapa kwamba mimi dini yangu ndo ita override Tanzania, na tamko nikilitoa ndo hilo hilo, na hata wenyewe wanatofautiana. Mimi toka nimekaa matamko manane yametolewa na TEC manane lakini ukienda chini chini wenyewe wenyewe wanapingana, matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika kwao. Niseme kwamba Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya ushikamano amani na utulivu ndiyo ngao zetu tusivurugwe, ndugu zangu. Kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii, hatupasi. Inaumiza sana kuona madhara yaliyotolewa, nadhani takwimu zinatolewa sasa hivi, na halafu, kuna majengo kadhaa ya serikali yameunguzwa kuna miradi kadhaa iliyojengwa kwa manufaa ya wananchi imeunguzwa, vituo vya mafuta, biashara binafsi za watu zimeunguzwa, magari ya serikali vimeunguzwa, vituo vya polisi vingi tu vimeunguzwa. Sasa nataka tuwe na, na, na jina la hayo ni maandamano au ni vurugu? Maandamano tuliyoyazoea na tulio yakubali ndani ya katiba yetu ni yale, watu wameudhika na kitu tunaomba tuandamane, tujueleze, tutatoka pointi moja tutakwenda zetu mpaka mnazi mmoja, au popote pengine, na mabango yetu yanaeleza maudhi tulioudhika nayo, na polisi wanawasindikiza vizuri mpaka wanapofika, wanaeleza wanayoyataka, wanatawanyika kwa salama, wanakwenda zao. Lakini haya ya kuunguza miradi ya serikali, vituo vya polisi, na kwenye kituo cha polisi unakwenda kufanya nini? Ni kwenda kuvamia na wapate silaha. Madhumuni ya kuwa na silaha mkononi ni nini? Lakini unaunguza biashara za watu binafsi, lengo ni nini? Kwa hiyo haya hayakuwa maandamano, zilikuwa ni vurugu zilizoandaliwa kwa madhumuni maalum.